Akitoa taarifa ya utekelezaji wa mradi huo mbele ya mwenyekiti wa bodi ya RUWASA meneja wa RUWASA wilaya Hanang engineer Felix Molel amesema kukamilika kwa mradi huo itasaidia na kumaliza adha ya ukosefu wa maji katika vijiji hivyo vitano katika kata ya Gendabi ambavyo awali vilikosa huduma ya maji kutokana na athari za maporomoko ya tope na magogo kutoka mlima Hanang mwishoni mwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Hapa gabada utulipo. Hapa tupo kwenye eneo la tenki ambalo tunaliona mbele yetu hapa, lina ujazo wa lita laki mbili hili hapa, lakini tuna kisima kiko somewhere chini pale, kwenye tulivyo break kwenye kutoka kwenye barabara kuu, kuna kisima kiko maeneo yale. Kisima kimesha chimbwa, lakini pale kwenye kisima tumeshajenga booster tank ambayo na yenyewe iko tayari imeshajengwa, lakini pia kuna vibanda, nyumba ya mlinzi, pamoja na nyumba ya ya kufunga mitambo ya pamu imeshafanyika lakini, kwenye kijiji hiki kuna mtandao almost wa kilomita 23 ya bomba ambayo hii network yote imeshalazwa na sio kwenye hii status inayosema inafanana ku cross kati vijiji vyote vitano ambavyo nimevisema, Mheshimiwa mwenyekiti. Uh, mkataba wa utekelezaji wa hii miradi yote kwenye vijiji vitano iko almost 1.2 billion. target yetu ni kabla ya mwezi wa sita huu mwezi kuisha Tume close kabisa contract na kazi zote zime, zimekamilika. Kwa hiyo miradi yote ina almost 1.2 billion. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya RUWASA Mhandisi Ruthi Koya, ameridhishwa na kasi ya utekelezaji wa mradi huo huku meneja wa RUWASA mkoa wa Manyara James Kionaumela akieleza miradi mikubwa ya kimkakati inayoendelea kutekelezwa na RUWASA mkoa wa Manyara. Nichukue nafasi hii kuwapongeza sana uh, meneja wa mkoa wa Manyara pamoja na timu yako yote kwa usimamizi mzuri. Mradi unaelekea kukamilika, alafu mradi umesimamiwa vizuri, kazi ni nzuri, nampongeza sana mkandarasi, amefanya kazi nzuri. Na huu mradi ni ulidisainiwa au uliandaliwa kwa, kwa ajili ya maafa ambayo tunajua yalitokea mwaka jana, miundombinu ya maji iliharibika, lakini sasa mradi umekamilika vizuri. Kwa hiyo tuna imani kabisa wananchi wa maeneo haya wataendelea kupata huduma ya maji safi na salama kama vile Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amedhamiria kumtua ndoo mama kichwani. Mchanganuo wa utekelezaji wa miradi inayoendelea hadi robo ya tatu ya mwaka wa fedha 24/25 ambayo iko asilimia 5 hadi 50 ni miradi sita. Asilimia 51 hadi 75 miradi minne, asilimia 76 hadi asilimia 90 miradi mitano. Na utekelezaji wa miradi ya kimkakati Mkoa Manyara ina miradi mitano ya kimkakati kama ifuatavyo. Mradi wa kwanza ni mradi wa Mogitu Gehandu Hanang ambao utahudumia vijiji vitano. Mradi wa pili ni wa maji Basutu Hanang utahudumia vijiji saba. Mradi wa tatu ni Dambia Mburu ambao utahudumia vijiji ishirini. Mradi unaofuata ni mradi wa ziwa Madunga Utwari Babati. Mradi wa mwisho wa kimkakati ni mradi wa maji kutoa mto Solai jimbo la Mburu mjini kutoka hapa wilayani Hanang mkoa mkoani Manyara. Jina langu ni Marcel Lazaro na hii ni Clouds TV.